Sikiliza mpaka mwisho kwa mazingatio. Acha niirudishe dunia nyuma, mwanzo kabisa wa historia, kabla Kambarage hajawa baba wa taifa wala hajaitwa mwalimu. Mwaka 1922 katika mwezi wa April, mwezi wa kipindi cha mvua nyingi, katika kijiji cha Mitogo huko Butiama, nje kidogo ya mji wa Musoma, alizaliwa Kambarage ilikuwa ni siku ya alhamis april 13 mwaka 1922 siku hiyo mvua kubwa ilinyesha mama mgaya nyang'ombe aliyekuwa mke wa tano kati ya wake 23 wa chifu nyerere burito wa zanaki alijifungua mtoto wake wa pili siku hiyo na kwa desturi za kabila la Wazanaki, mtoto wa kike ama wa kiume aliyezaliwa siku ya mvua alipewa jina la Kambarage likiwa na maana mzimu wa mvua. Kambarage alikuwa mtoto wa maskini kama walivyokuwa watoto wengine kijijini. Ingawa baba yake alikuwa chifu, cheo alichopewa wakati wa utawala wa Kijerumani, hakikuwa na maslahi yoyote ya maana. Kwa desturi za makabila mengi Watoto walilelewa na kutunzwa na mama zao. Kwa hiyo Mama Mgaya alijitegemea mwenyewe katika kuwalea wanawe sita alioishi nao kwenye kibanda cha udongo na paa la nyasi. Kambarage alipofikia umri wa kuelewa mambo, alimhurumia sana mama yake na kumsaidia kazi kwa kadri alivyoweza. Alikuzaliwa na kukulia Mwalimu Nyerere kijiji cha Mwitogo kilikuwa na mandhari ya kupendeza ya kijimlima kidogo kilichozungukwa na vichaka na mawe. Basi mtoto Kambarage alicheza michezo ya kujificha kwenye vichaka na kukimbiza pimbi na tumbili kwenye mawe. Alichunga mbuzi za mama yake na alipofikia umri wa kutosha, alienda na vijana wenziwe kuwinda porini. Pamoja na kumsaidia ya mama yake alipata muda mwingi wa kukaa karibu na baba yake na kujifunza utamaduni wa Kizanaki.